Angazia ulingo wa siasa ambapo upinzani umeahidi kuendelea kuungana na kupinga kile wanachodai kuwa ni njama za serikali kuuvunja muungano wao kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Aliyekuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka wamesema wako tayari kumkabili Rais Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Haya yanajiri baada ya Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta kudai kuwa mafanikio ya serikali yake yanafuatiliwa mbali ama yanafuatiliwa mbali na serikali ya sasa wakati wa ibada katika kanisa la Jesus Exaltation Center Orkinos, county ya Kajiado, viongozi wa upinzani walikosoa ushirikiano wa kisiasa kati ya rais Ruto na kiongozi wa ODM Raila Odinga wakisema lengo lao ni kudhoofisha upinzani. Mimi nimeketi chini na huyu Eugene wa malwa wamalwa alikuwa offered waziri wa broad based government akakataa akasimama na wakenya okay. nimeketi na Martha Karua hawezi tingishwa, so between myself, Kalonzo, Eugene Wamalwa Malwa, Mama Karua, George Natembeya, those five leaders cannot betray the people of Kenya because you are the alternative government please. You remain united ili muweze kuonyesha wa Kenya uongozi vile unakaa. Huku maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na saba ya kichacha walitoa wito kwa tume huru ya uchaguzi IEBC kueleza mpango wake wa usajili wa wapiga kura unaoanza hapo kesho wakidai kuwa kuna njama ya kupunguza idadi ya wapiga kura katika maeneo fulani and you cannot be a participant without the tool of change. And the tool of change is a voter's card. so vijana tunaomba nyinyi tafadhali nyinyi ndio tegemeo la kenya all of us are looking upon you to save our country as we are there to call out ruto to say what is wrong to guide on what should happen but the real transformation na tungetaka vijana wakijitokeza kwa wingi wafenye laini kuanzia kesho. Mimi no na wenzangu nasema, tutaenda na sisi tuwashangilie, kama kuna wengine hata akuwa na nauli, problem ya nauli kufika where to register, we want to know because we expect zaidi ya vijana milioni sita wasajiliwe kama wapiga kura. Wakati huo huo, mbunge wa Ndia George Kariuki alimkosoa aliyekuwa naibu rais, akiwahimiza wakazi wa mlima Kenya kukataa siasa zinazogawanya na zinazojali masilahi ya kibinafsi pekee. Alisema viongozi wanapaswa kuangazia kutatua matatizo, sio kuzungumza tu. na tunataka hapa kwetu Maunti Kenya tuongozwe na watu wa dias, ya vile watoto wetu watapata elimu bora, vile tutapata uwezo wa kufikia healthcare ya juu Kwingineko, maoni ya hivi maajuzi ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuhusu serikali ya Kenya kwanza yanaendelea kuzua mjadala. gavano Kakamega Fernandes Barasa alidai kuwa maoni ya rais mstaafu Uhuru si ya kweli. Wewe umestaafu, patia Rais William Samue Ruto nafasi ya kutumikia Wakenya ya kwamba ulifanya kazi na hapa Kakamega we cannot see anything, hakuna project yoyote ambayo ilikamilika. Akizungumza kana kwamba tangia atoka Kenya imebaki. Ukweli wa mambo ni kwamba Kenya inasonga mbele, Kenya inazidi kuimarika kiuchumi, Kenya na Wakenya wanazidi kupata ustaarabu kutokana na uongozi ambao tumeupata, uongozi wa rais wetu William Ruto na waziri wa utumishi wa umma Jofri Ruku amekosoa upinzani kwa kupinga kila kitu bila sababu, licha ya serikali kuonyesha maendeleo wazi. Alizungumza leo wakati wa ibada katika kanisa la Great Gospel Visioners International huko Embu. Hata weya ambao unataki, unatakia hii serikali mambaya, Kenya ikizarambatika sisi zote tutaumia pale ndani, si ndio? Hiyo jamaeni, tukuwe na, na, na moyo na hutu ya kutakia mema nchi yetu kwanza. John Jacob Curia, Darubini Wikendi.